Ilikuwa ni majira ya saa tisa za alasiri ilipozuka taharuki ya kuwaka kwa moto kwenye ofisi za mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA iliyopo katika jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora ambapo kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora ameeleza kuwa uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha moto huo ni hitilafu ya umeme. Moto ulianzia kwenye ofisi za chumba kimoja wapo cha ofisi za PPRA. Aa, wenzetu walikuwa wanatumia ile kama server room, lakini kulikuwa na baadhi ya vifaa vingine ambavyo havikuhitajika pale kama vifaa vya stationary na vifaa vingine ambavyo vilichangia kusambaza huo moto, lakini kwa bahati nzuri tulifanikiwa kuuzima. Na ni kwamba hiki chumba kilikuwa na changamoto ya umeme mwingi mdogo, mwingi mdogo, mwingi mdogo, kwa hiyo anaifanya marekebisho kila mara inapojitokeza tatizo hilo, anafanyia marekebisho ikitokea tatizo anafanyia marekebisho. Lakini sasa leo, kwa maelezo yao, wanasema hali ilikuwa salama kabisa, sipokuwa moto wamefanya kuushtukia baada ya kuona moshi unaingia. Ikabidi nishuke chini, nilivyoshuka nikajua labda watu wataka wanachoma, moshi umeingia. Nikarudi, nilivyorudi ofisini, kitu kilichokuja kunishtua, kuna kitu kilipiga ta, ikajirudia tena ya pili na ya tatu nitoke katika kutoka naona tayari pale kwenye ofisi ilianza kuungua moto juu, kwenye kona kuna moto unatokea pale. Aidha, kaimu kamanda Omar Simba amewataka wananchi kuchukua tahadhari na kujifunza matumizi ya vifaa vya kuzimia moto ili kukabiliana na matukio ya namna hiyo katika hatua za awali. tunatoa elimu ya tahadhari ya kinga majanga ya moto, na hili jengo lilikuwa na vifaa vya kuzimia moto, lakini kwa bahati mbaya sasa wahusika hawakuwa na mawazo ya kuvitumia vile vifaa, japokuwa tunapita na kutoa elimu kwa hiyo mimi ni shauri tu, moto unaanza mdogo tu, lakini kama una kile kifaa na unajua kutumia basi tumia kile kifaa. Pengine kama unge wangeitumia kile kifaa cha kuzimia moto, moto ungekuwa sio mkubwa sana. Lakini ushauri mwingine ninaotoa ni kwamba tutenganishe sasa matumizi ya hizi ofisi, mfano hii server room, pengine iwe server room peke yake bila vifaa vingine. Clouds TV imeshuhudia kazi iliyofanywa katika jengo hili kwa takribani saa moja kupambana na moto huu mpaka hali ikarejea kuwa shwari. Kutoka hapa katika jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, ni ripoti ya binamu Muungwana Husein Mshenga, na hii ni Clouds TV.